Mambo yanazidi kuchangamka ndani ya kuchanga kambi ya Kayi. Mapenzi ya mama yamegeuka hasira na Bala Hatun sasa hayuko tayari tena kusikia maneno matupu. Swali ni moja: je, ukweli kuhusu Halima utawekwa wazi au huu ni mchezo mwingine wa Sofia? Yes, karibu nikupitishie tena kwenye kile ambacho kitajili leo katika the Ottoman. Lakini pia nikukumbushe jambo moja tu, tumia sekunde yako moja hivi sasa kubonyeza neno subscribe, neno lilo pembeni hapo hivi kulia chini ya video hii, ili jihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata update zote kuhusiana na tamthilia hii safi kabisa ya kuitwa the Ottoman. Na haya ni baadhi ya mambo ambayo yanakwenda kujitokeza leo usiku. Ndani ya kambi ya Kayi presha imepanda. Bala Hatun amefika mwisho wa uvumilivu. Miaka mingi ya maumivu, machozi na sintofahamu juu ya hatima ya binti yake Halima sasa imemfanya achukue hatua ya moja kwa moja. Bala anaingia gerezani akiwa na hasila kali, macho yake yanaonyesha maumivu ya mama aliyoumizwa kwa muda mrefu. Anakutana uso kwa uso na adui yake mkuu Sofia. Sofia kama kawaida yake anajaribu kucheza mchezo wa maneno, tabasamu la dhalau, maneno ya mafumbo na mbinu za kisaikolojia zinazojaribu kumtikisa Bala. Lakini safari hii Bala si yule wa zamani, anamtunishia msuli akimtaka aseme ukweli wote kuhusu Halima. Yes, hapa tunaona mbinu mpya ya Othman. Wakati huo Othman ama Osman Bey hatumii nguvu pekee, anatumia akili sana. Osman ana mpango wa kumdhibiti Sofia kwa mbinu ya kisaikolojia. Badala ya kumuua haraka, anataka kumfanya awe dhaifu kwa hofu na pressure ili ukweli utoke wenyewe. Hii inaonyesha kuwa vita vya sasa si vya mapanga tu, bali ni vita vya akili. <laughs> Hapa ni kasheshe ise. Je, Halima yuko hai? Hili ndilo swali linalotesa wengi sana. Najua hata wewe unajiuliza hili swali. Je, Halima bado yuko hai, au Sofia anatumia jina la Halima kama silaha ya kumuumiza Bala na kuvuruga utulivu wa Kayi? Sofia anaonekana kufurahia mateso ya Bala, jambo linaloonesha kuwa anaweza kuwa na siri kubwa zaidi kuliko tunavyofikiria sisi. Sasa, kipi ambacho kinakwenda kuendelea? Bala sasa ameonesha pande wake yani, yeye ni simba jike mama anayelinda mtoto wake kwa gharama yoyote. Osman anaonekana kuwa mtulivu, lakini ana hasira iliyojificha ndani. Sofia naye anacheza mchezo hatari sana, lakini je, ataweza kuhimili presha ya Osman? inawezekana kabisa episodi zijazo zikawa na vitu kama hivi: ukweli ukifichua ghafla, msaliti ndani ya kayi kugundulika, au tukio la kushtua litakalobadilisha mwendelezo wa hadithi hii. Yes, je, yeah. Unaamini Halima bado yuko hai kweli, au Sofia anadanganya ili kuivuruga familia ya Osman? Andika maoni yako sasa hapo chini kwenye comment section. Kama wewe ni shabiki wa Kurulus Osman, kwa maana Ottoman, the Ottoman, hakikisha pia umesubscribe katika channel yetu ya Bongo Jojo kwa ajili ya uchambuzi wa moto kama huu kila siku. Hadi uchambuzi mwingine, bye.